Na mtazamaji, wakati huo huo, maafisa wa polisi wanachunguza kisa ambapo Rais William Ruto amerushiwa kiatu alipokuwa akiwahutubia wakazi wa eneo la Kehancha kaunti ya Migori. Tukio hilo lilotatiza shughuli kwa muda lilifanyika Rais alipokuwa akiendelea na ziara yake huko Migori. Na kama Emmanuel To anavyotuarifu, ni tukio lililoshutumiwa na wanasiasa walioandamana na Rais. Na kwanza.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 they are actually vomiting on us from within. Why don't they get out and vomit from our without? If you want to read the body language of Raila Odinga, read Dr. Buru. If you want to know the body language of Dr. Ding, of Raila Molodinga, check what Unet is saying. Emmanuel Toru, Ninga, Citizen.